Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kinamtakasa Mwenyezi Mungu kila kilichomo katika mbingu na katika ardhi, ufalme ni wake na sifa njema ni zake na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun waminkum mu'min wallahu bima ta'malun basir, yeye ndiye aliyekuumbeni, miongoni mwenu yupo aliyekafiri na yupo aliyemuamini. Na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir. Ameziumba mbingu na ardhi kwa haki na akakupeni sura na akazifanya nzuri sura zenu na marudio ni kwake. Ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati sudur, anajua viliomo katika mbingu na ardhi, na anajua mnayoyaficha na mnayoyatangaza na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliomo vifuani. Alam yatikum nabau alladhina kafaru min qablu fadhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim. Kwani haikukujieni khabari ya waliokufuru kabla wakaonja matokeo mabaya ya mambo yao.

Allahu ghaniyyun Hamid, hayo ni kwa kuwa walikuwa wakiwajia mitume wao kwa hoja zilizo wazi, nao wakasema hivyo, binadamu ndio atuongoe? Basi wakakufuru na wakageuka upande, Mwenyezi Mungu akawa hana haja nao, na Mwenyezi Mungu ni mkwasi, simhitaji

na hapo kwa Mola wangu mlezi hapana shaka mtafufuliwa, na kisha hapana shaka mtaambiwa mliyoyatenda, na hayo ni mepesi kwa Mwenyezi Mungu. faaminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir, basi mwaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake

wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-azim, siku atakayokukusanyeni kwa ajili ya siku ya mkusanyiko, hiyo ni siku ya kupunjana na anayemwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema atamfutia maovu yake na atamwingiza katika mabustani yenye kupitiwa kati yake na mito, watadumu humo milele, huko ndiko kufuzu kukubwa. walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sa al-masir. Na waliokufuru na wakakadhibisha ishara zetu, au ni watu wa motoni watadumu humo milele na hayo ndiyo marudio mabaya. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu Wallahu bikulli shay'in Alim. Haufiki msiba wowote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu huuongoa wa moyo wake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. wa atiiu Allah wa atiiu ar-Rasul na mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume, mkigeuka, basi hakika juu ya mtume wetu ni kufikisha kwa uwazi tu. Mwenyezi Mungu hapana Mungu isipokuwa yeye. Na juu ya Mwenyezi Mungu nawategemee waumini. Ya ayyuha alladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in tafu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurun rahim. Enyi mlioamini, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu wa maadui zenu, basi tahadharini nao. Na mkisamehe na mkapuuza na mkaghufiria, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira, mwenye kurehemu. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Wallahu indahu ajrun adhiim, hakika mali yenu na watoto wenu ni jaribio na kwa Mwenyezi Mungu mkubwa, Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa. Fattaqullaha mastata'tum wasmau wa atiu wa anfiqu khayran li anfusikum basi mcheni Mwenyezi Mungu kama mwezavyo, nasikieni na tini na toweni, itakuwa khairi kwa nafsi zenu. Na mwenye kuepushwa na uchoyo wa nafsi yake basi hao ndio waliofanikiwa. in tuqridu Allaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim, mkimkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mzuri, atakuzidishieni mardufu na atakusameheni na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa shukra mpole. Alimul ghaibi wa shahadati alazizul hakim, mwenye kujua siri na dhahiri, mwenye nguvu, mwenye hikma.